Na naibu rais Profesa Kithure Kindiki ameyahimiza mataifa ya kanda ya Afrika mashariki kuimarisha vita dhidi ya uhalifu wa kimataifa na kuimarisha mifumo ya haki inayowaangazia watu, akionya kwamba ushirikishi duni wa idara ya mahakama hutatiza usalama wa kanda hii na ufanisi wa kiuchumi. Aliyasema hayo wakati wa kufunguliwa kwa kongamano la kila mwaka la chama cha mahakimu na majaji lililohudhuriwa na zaidi ya maafisa mia tano wa idara ya mahakama kutoka nchi nane. Maafisa this... wa idara ya mahakama kutoka kanda ya Afrika Mashariki walikusanyika kwa kongamano hilo kubwa zaidi la kila mwaka la eneo hili la iamja. Zaidi ya wajumbe mia tano kutoka Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini, Somalia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikusanyika kutafuta mbinu za kisasa za kutekeleza haki katika enzi ya mabadiliko ya kidijitali na vitisho vya kimataifa. Justice must evolve, expand, and adapt if it is to meet the needs of our citizens in an era defined by rapid economic change, demographic transformation, and the deepening of regional ties. Naibu Rais alionya kwamba makundi ya ulanguzi wa miadarati, watu, bidhaa za wanyamapori na silaha yanaimarisha shughuli zao. Na hivyo ipo haja ya kushirikishwa kwa hatua za kisheria kote katika kanda hii things like national security things like national cohesion and i dare say things like justice and fairness may not be infrastructure but they are good software upon which the foundation of our respective nations is built Kadhalika aliwahimiza mahakimu na majaji kudumisha uadilifu, kutumia teknolojia na kuharakisha usuluhishaji kesi. Jaji Mkuu Martha Koome alisema kuwa idara ya mahakama inaharakisha kuweka shughuli za mahakama katika mfumo wa dijitali, kuimarisha mahakama za mtandaoni na kuimarisha mahakama za kushughulikia kesi ndogo ndogo, ubunifu ambao alihimiza kanda hii itekeleze kwa pamoja. Mbali na hotuba, wataalamu walijadili marekebisho ya kushughulikia mirundiko ya kesi, ufisadi katika idara ya mahakama, uhalifu wa mpakani na jukumu la akili unde katika kushughulikia ushahidi na rekodi za mahakama. Great. Um, it's my privilege now to welcome my